ya wakala kwa weledi kwa kuzingatia msingi na matakwa ya mitaala ya kozi hii wadhibiti wa elimu nchini ambayo ni mi... Wizara ya Elimu, Baraza la Taifa la Elimu ya Mafunzo ya Ufundi Stadi na NACTVET, lakini na Tume ya ya Vyuo Vikuu nchini TCU. Eh, tutashirikana nao ili kulinda ubora wa kozi za ITA na taswira ya ITA pamoja na TRA wa ujumla, ni matumaini yetu kwamba ushirikiano huu utadumu na kupelekea kupatikana fursa nyingine za kushirikiana katika maswala mbalimbali mbali ya forodha kama utafiti, ili kuwa na mazingira bora ya utendaji wa shughuli za forodha na tija wa taifa, kuzingatia kwamba ushirikiano huu hauishii katika kusimamia kozi hii tu, bali pia zingine za mafunzo katika nyanja za forodha na uwakala wa forodha kwa wadau wa TAFFA sababu programu hii tunayoiendesha ni programu ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo kama ambavyo tumeongea huko nyuma tukakubaliana, nafurahi kwamba leo tumeweza kufikia hatua ya kuweza ku uweka saini kwenye makubaliano ya ushirikiano ambayo yataenda mpaka miaka mitano, kwa niaba ya chama cha mawakala wa forodha.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 kwenye kuhakikisha pia tunakuwa na watendaji ambao wanaweza kukidhi viwango vya kukusanya kodi kama tutakavyokuwa tumeaminiwa na kamishna wa, wa kodi, lakini vile vile e, kujenga watendaji ambao watakuwa na ushindani si tu hapa nyumbani bali pia kwenye mipaka yetu ya Afrika Mashariki na SADC, ambako sasa na hivi dunia inakwenda kuungana kwenye nyanja mbalimbali za kiutendaji na kuhakikisha kwamba uh, uweledi wa hali ya juu una, unaendelea kutunzwa.